Ibrahim Traore anaweza kuwa mmoja wa viongozi mashuhuri wa Afrika katika nyakati hizi, lakini tangu aingie madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwaka elfu mbili ishirini na mbili, hii ni mara ya tatu utawala wake unazungumzia jaribio dhidi yake. Kwa mujibu wa waziri wa usalama wa Burkina Faso, Mahamudi Sana, tayari wamebaini wahusika wa jaribio hili la karibuni ambalo anadai ilipangwa kutokea katika nchi jirani ya Ivory Coast. Ivory Coast na Burkina Faso ni nchi jirani ambazo uhusiano wa viongozi umekuwa wa utata katika miaka ya karibuni Wachambuzi wa maswala ya kiusalama wanaona kuwa tuhuma hizi za waziri huyu ni ishara ya kwamba mambo hayako sawa baina ya majirani hawa. Majaribio ya mapinduzi katika taifa hili dogo la eneo la Saheli ni jambo linalotarajiwa katika mahali ambako vikundi vya kigaidi vimetamalaki na utawala wa Traore hauna udhibiti wa nchi nzima. Katika tuhuma hizi za karibuni, serikali imedai kwamba wahusika wa jaribio hili lililopangwa kufanyika katika wiki ya kuelekea sherehe za wahusika. Wanashirikiana na magaidi na maadui wengine wa taifa hilo. Traore mwenyewe ametangaza kwamba yeye haogopi kinachoweza kumkuta mara baada ya ye yeye mwenyewe kupindua utawala wa kidemokrasia. Anachotaraji kwa sasa ni kwa vyombo vyake vya ulinzi na usalama kumlinda. Mara ya mwisho kwa Burkina Faso kutawaliwa na kiongozi askari kijana Thomas Sankara takribani miaka arobaini iliyopita, mwisho wake haukuwa mzuri.